Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere wameadhimisha kifo cha Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuandaa wasilisho la kitaaluma katika kuenzi falsafa zake zinazohusu elimu. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuzindua kitabu hicho kilichopewa jina la The Legacy of Mwalimu Nyerere, mkuu wa chuo hicho, Profesa Haruni Mapesa, amesema Mwalimu amekuwa akisisitiza elimu, maendeleo na mshikamano wa kimataifa hivyo wanakusudia kuimarisha uwekezaji katika elimu, umoja, haki kwa kutumia teknolojia. Sisi chuo cha kumbukumbu kumbu ya mama Nyerere, kwanza tunamshukuru sana baba wa taifa kwa sababu ndio mwanzilishi wa chuo hiki. Kama unavyokumbuka mwaka ule wa 1961 alianzisha chuo hiki, na kati ya kumbukizi lake mwaka huu tumeandaa ma, ma, ma, mawasilisho ya kitaaluma ambayo yanaenzi filosofi au falsafa zake zinazohusu elimu, zinazohusu maendeleo ya watu, lakini zinazohusu umoja na mshikamano wa kitaifa. Na sasa tunazungumza habari ya teknolojia, jinsi teknolojia ya habari inavyoweza sasa kuziimarisha zaidi falsafa zake. Elimu tunazungumza e, katika kuimarisha elimu kwa kutumia teknolojia. E, tunazungumzia kuimarisha umoja wa kitaifa kwa kutumia teknolojia. Tunazungumza kuimarisha e, haki na umoja na mawasiliano kwa kutumia teknolojia na tunazungumzia uwekezaji sasa katika elimu tunazungumzia uwekezaji katika elimu ya vijana wetu na watoto wetu katika sayansi na teknolojia. Kwayo, teknolojia, kwa hiyo teknolojia tunaweka kama kiini sasa cha kuendeleza falsafa za Mwalimu. Kila Mtanzania aipate elimu bila kujali iko wapi kwa kutumia teknolojia. Kila Mtanzania apate e, mawaidha ya Mwalimu ya umoja na mshikamano kupitia teknolojia, lakini tunazungumza teknolojia umuhimu wake katika kutuunganisha Watanzania sasa tuna vyombo vya habari social media ambazo zinatuunganisha kati katika kujulishana namna ya kutenda haki, lakini namna ya kuendeleza vijana wetu na namna ya kutumia rasilimali. Tunazungumzia mazingira, namna gani sayansi na teknolojia itasaidia kuokoa mazingira yetu, na Mwalimu baba wa taifa alihimiza sana utunzaji wa mazingira na rasilimali e, zake kwa kwa hiyo sisi tunaenzi kwa kuhamasisha kuwekeza katika elimu, lakini pia niseme hili kwamba hata chuo chetu cha kumbukumbu ya mwalimu Nyerere tumejipanga kuwekeza zaidi katika sayansi habari, tunawekeza katika katika elimu ufundishaji. Tunataka kutumia sasa e, zana za kisasa za kufundishia. Tunataka kutumia zana za kisasa kuwafikia e, wananchi walioko mbali. Tunawekeza katika akili mnemba, walimu wetu na wafanyakazi wetu waweze kutumia akili mnemba, ili kurahisisha kazi zao za utafiti na za kufundisha na kuwafikia Watanzania wengi na kuwa na matokeo makubwa zaidi. Kwanza tunatambua kwamba Mwalimu Nyerere aliweka msingi wa Watanzania kujifunza. tunayo machapisho na hotuba zake nyingi hata chuoni kwetu. Sasa wito wangu ni kwamba kila mmoja wetu ajifunze, ni hatua demokrasia na kutenda haki na maendeleo ni hatua. Mimi ninaridhika sana, hata kwa sasa kwa nchi yetu, yale ambayo anayafanya yanayohusu demokrasia, tuna sera zinazohusu mazingira, tunazo sera zinazohusu elimu tuna sera zinazohusu usawa na haki za kijinsia. Zote hizi msingi wake ukiangalia vimetokana na mawaidha na falsafa za Mwalimu za misingi hiyo. Sasa kunaweza kukawa na dosari ndogondogo, lakini tujue kwamba lengo letu ni kwamba ni kufika katika vilele tunakwenda lakini kuhakika. Kwa uhakika kwa mimi naamini kwamba tukijifunza kwa pamoja na tukazingatia misingi ya katiba iliyowekwa na misingi mbalimbali ya sera mbalimbali mbali, tunaweza kujenga taifa lenye umoja lenye ushawa lenye haki na lenye kuwatetea wananchi walio wanyonge. Kitabu hiki tunacho ki, ambacho tumekizindua leo a, ambacho kilikuwa kinatokana na kongamano la mwaka jana kinatoa a, mtizamo wa ujumla a, kuhusu masuala ya uongozi na jinsi uongozi unavyoweza ku, kupelekea maendeleo endelevu ya, ya kijamii ya kiuchumi ya kisiasa uh, katika ulimwengu tulionao wa sasa. umu ndani tunazungumzia elimu, tunazungumzia teknolojia, tunazungumzia maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo yeyote atakaye kipata nakala ya kitabu hiki ataweza kupata maelezo ya kina kuhusu maeneo hayo, yaani namna gani uh, uongozi uh, thabiti unavyoweza kupelekea maendeleo endelevu katika taifa letu. Chuo Cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kilianzishwa mwaka 1961 na Baba wa Taifa.